Wazazi na walezi wametakiwa kuwa karibu na watoto wao hasa katika kipindi hiki cha likizo, ili kuwalinda dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoweza kuwakumba wakiwa majumbani au mtaani. wito huu umetolewa na afisa kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kupitia kitengo cha dawati la jinsia na watoto, ASP Lapness Mtemi, alipokuwa akizungumza na Wakili TV. Mtemi amesema ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha anajua watoto wake wapo wapi wanafanya nini na wanahusiana na nani, hususan katika kipindi hiki kwanza. Ndo kipindi hiki ambacho watoto wanaweza wakafanyia vitendo vya ukatili sana, kwa sababu kwanza wanaofanya vitendo hivi ni watu ambao watoto wanawaamini. Yaani wewe huko nyumbani una mtoto wako pale, yule ndugu yako uliyemleta pale kwa ajili ya kumsaidia asome afanye shughuli zake naye maisha yaendelee, ndio anayeenda kufanya vitendo hivyo vya ukatili kwa mtoto wako. Kwa hiyo niwatake tu kwanza wazazi wale wanaokuja, wanaotutegemea, tunawatoa ndugu zetu vijijini kwa ajili ya kuja kuwasaidia, hakikisha hawakai, hawalali na watoto wako. Yaani mtu amekuja, ni mjomba au sijui ni nani, kwanza asikae idle, yani asikae bila kazi, jua ratiba yake kwanzia asubuhi yule ule ambaye yuko pale nyumbani anafanya nini. Ukimkeep yani, busy inakuwa rahisi yeye ku, ina kuto kufanya vitendo hivyo vya ukatili kwa mtoto wako. Lakini pili, kuwa karibu na mwanao ili aweze kukwambia viashiria vyovyote vya ukatili ambavyo anahisi vinaweza vikampelekea yeye akafanyiwa vitendo vya ukatili, akupe ratiba yake. Wewe jaribu unaporudi, hata kama ni dakika tano, dakika kumi, muulize, leo ulifanya nini? Ulicheza na nani? na vitu kama vile. Ehe, homwiki ulifanyaje? Kwa kufanya hivi, itamsaidia, utajua kama kuna kitu chochote ambacho kimechomoza, kwa sababu mtoto akiwa rafiki na wewe, anaweza akakueleza chochote kile, lakini wewe utakuwa umeng'amua na kujua kwamba hapa mtoto wangu anaweza kufanyia vitendo vya ukatili na ukakatisha ile kwa haraka. Kwa upande wake, mrakibu wa polisi Frida Tadei kutoka ofisi hiyo ameitaka jamii kushirikiana kikamilifu na jeshi la polisi kwa kutoa ushahidi mahakamani pindi watuhumiwa wa ukatili wanapokamatwa, huku akisisitiza ya kuwa tabia ya baadhi ya wazazi kutaka kumaliza kesi nje ya mahakama ni hatari kwa ustawi wa watoto. Na lengo la kukamata watuhumiwa ni kuhakikisha kwamba pindi tunapowapata wale watuhumiwa, upelelezi unafanyika na upelelezi unapofanyika tunajiridhisha, je, huu upelelezi uliofanyika utakidhi vigezo vya huyu mtumia kupata haki yake? Kwa sababu lengo la kufanya upelelezi ni kuhakikisha kwamba pindi jarada linapofikishwa mahakamani, basi tupate ushindi. Na tunafanya upelelezi wa kesi za namna hii kwa kwa kina kwa kutumia wale wataalamu wa dawati la jinsia na watoto ili kuhakikisha kwamba zile kesi za dawati zinapata mafanikio makubwa na mara nyingi pindi kesi za dawati zinavyofikishwa mahakamani, tunawashauri aa, wa, walalamikaji wa, wa, wa wafike mahakamani kutoa ushahidi, kwa sababu wakati mwingine kesi zetu zinafeli kutokana tu na wale walalamikaji; pindi wanapoona kesi imefika mahakamani wanarudi nyumbani, wanaenda kushauriana na mtuhumiwa, wanafanya makubaliano, badala ya kuendelea na kesi mahakamani, wanamalizana nje ya mahakama. Mwisho wa siku, wewe kama mpelelezi ambao unasubiri wale mashahidi waje kutoa ushahidi mahakamani, wanashindwa kufika mahakamani. Mwisho wa siku kesi inasoma mara ya kwanza, mara ya pili, inaondolewa mahakamani. Kwa hiyo mara nyingi tunapenda kushauri hawa watuhumiwa basi wafikirie, je, pindi tunapokaa nje ya mahakama na kukubaliana, madhara yanayopata huyu kijana au huyu mtoto ambaye aidha amebakwa, je yataishia pale? Nao baadhi ya wazazi na wananchi mkoani Mbeya wameeleza mitazamo yao juu ya wito huo, huku wakisisitiza umuhimu wa malezi ya karibu na kuunga mkono juhudi za polisi katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na watoto. Na kama wamewapeleka kwa, kwa labda kwa bibi kwa shangazi, hakikishi mawasiliano wanakuwepo mara kwa mara, lakini wakirudi kama ni wadogo, basi wajaribu kuwakagua kwenye miili yao sana waka kwa sababu wengine wanaweza kufanya vitendo vya kikatili, mm -hmm. na wakatishiwa wasiweze kusema. Kwatunza watoto wetu wenyewe tusiwapeleke siku kwa bibi tusiwapeleke kwa mama mtu. Mtoto akija akifunga shule ni kukaa nao wenyewe, basi nakumalizana nao kila kitu wenyewe. Sasa so, unampeleka kwa ndugu yako, yeye ndugu yake alikoenda, huyo mtoto na yeye hakuna mtoto kule, na huyo mtoto ameenda wapi? Sababu mtoto jinsi utakavyomlea mzazi na utakavyomlea mjomba au shangazi ni vitu viwili tofauti. Kila mtu ana malezi yake. Yule anaweza akampenda kama wa kwake, kwa kumfanyia ukatili ni kitu cha kawaida, hata ona kama kuna shida kumfanyia mtoto ukatili kwa sababu sio wa kwake. Katika kipindi hiki cha likizo, jukumu la malezi na ulinzi kwa mtoto si la serikali pekee, bali linahitaji ushirikiano wa karibu kati ya wazazi, jamii na vyombo vya dola. Kila mmoja nayo nafasi ya kuwa sehemu ya suluhisho la ukatili kwa watoto.